Jambo la kwanza ni wapongeze wote watu wa Mlima Reli kwa mchango wenu mlioutoa, tena mmeutoa kwa hiari. hakuna ukaguzi, ila umetoa shilingi yako ukampa mtu anayechangisha. Leo hatimaye tumepata hizi pesa hapa. Hii pesa inasomeka laki tisa na elfu sabini. Sasa sisi kama kamati Ningeomba hii pesa ni wakabidhi lakini, tutapita kila kaya kuangalia uharibifu ulivyotokea, ili tukigawa mchango huu nusu kwa nusu. Kuna watu wengine madhara yao ni madogo, wengine ni makubwa, tutakuwa tujewashika ipasavyo yeah. Sijui mnasemaje ndugu zangu? Yeah. Macho yetu yatatuongoza baada ya kupita kwenye kaya zote lakini tutakuja kuigawanya hii fedha kwamba huyu tumshike kwa namna hii na huyu tumshike kwa namna hii, lakini upendo uwe umelingana, kwamba tulivyokugusa ndivyo tulivyoona kwa macho yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Chungaji, narudisha wewe, ni mwazina, nairudisha tena hii pesa kwako na kamati yako, sawa. Mwenyekiti wa kamati nitakuwa ni mimi baada ya kuzunguka na wananchi ambao kwa kweli ambao tuko hapa tunaweza tukashirikiana. Tarehe ile ambayo tumepata majanga, takwimu yetu ilikuwa inasoma kaya nane, ambayo mpaka leo kwa mtendaji inasoma hizo kaya ndio zimepata nini, majanga. Kumbe wenzetu wengine hawakutoa taarifa mapema, au watu hawakutoa taarifa mapema kwamba fulani amepata janga, lakini tunathamini wote tumepata madhara, tunahitaji faraja ya ndugu ambao wanatuzunguka, na wengine baada ya ku, kuzulia hizo nyumba baada ya kukaa muda mrefu, wengine walijitahidi kufunika nyumba. Sasa nimesikia swali moja hapo, unasema tutapita kila nyumba kuangalia walioathirika, lakini kuna wengine baada ya kusubiri muda mrefu wakaamua wa kufunika. Sijui sasa hapo kama tutapita tuta, tutafanya. Kuna hoja hapa imetolewa kwamba hawa wamiliki ndio watakaopewa hiyo kishika mkono, na kwamba mpangaji hawezi kupewa kishika mkono maanake hana nyumba. Sasa je, huyo mpangaji wakati akiwa kwenye nyumba hiyo ambayo siyo yake alikuwa na mali yake mle ndani, labda mahindi au nini, na hiyo baada ya kuondoka hiyo nyumba mahindi yote yameloa. Sasa huyu sijui anasaidiwaje? wahanga waliopoteza nyumba zao wakati wa mvua hamkujadili fence wala nini. Wote kwa pamoja mlikuwepo hapa, ao wafensi au wa nini, mkasema turudishe makazi ya watu yarudi kama awali, ili wenzetu waendelee kuishi pale ndani. Kwa hiyo leo hatuna mada ya kujadili ajenda. Leo tunatimiza malengo yetu ambayo tulikubaliana tarehe tuliokaa hapa kwamba tuwasaidie wenzetu ambao nyumba zimezuliwa, ili nyumba zao ziweze kurudi, hata kama kwa gharama ndogo, watambue jamii imeshiriki. Leo ilikuwa ni swala la kupongezana, kwamba kwa hatua tuliyofika, tumshukuru Mungu kwa umoja wetu, na leo tumepata kasenti, ambako hakawezi kutimiza haja yao, lakini kanaenda kuwatia faragi. Mkileta ajenda nyingi, mpaka mwingine utasema kuna nepi za watoto zilipotea mle ndani, tutaanza ajenda nyingine. Lakini ajenda ya kikao ni kwamba turudishe makazi ya wenzetu kwa kuwachangia asilimia ndogo ya upendo, na leo tumetimiza kupata laki tisa na elfu sabini ambayo imetupa ishara ya upendo kwamba mlima reli tumeshikamana na wenzetu. Baada ya kukata hapo, tungekuja na ajenda nyingine, hawa tumeshamaliza. Je, kuna jambo lingine tulifanya kwenye kipindi kingine, ingetusaidia. Kwa hiyo mimi ni kwa niaba tu ya wenzangu na wananchi, niwashukuru wote mliochanga fedha tena kwa moyo wa dhati na upendo kwa ajili ya kwenda kuwaona wenzetu. Kamati yetu ikiongozwa na mchungaji ambaye ni mhasibu wetu, tutapita kwenda kuona kwa macho yetu, lakini baada ya hapo tutakaa kikao cha pamoja, na hicho kikao kisiwabague wa, wahanga, na wahanga wawepo, kwamba wewe bwana, tulipoona kwako pana asilimia tukuchangie kiasi hiki, na huyu tunamchangia kwa kwa pamoja, ili tukitoka, usije akasema tulipendelea watu wengine tukawapa hela kubwa.